Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya leo hapa nchini Tanzania. Jina langu ni Joyce Makwata na hii ni taarifa ya utabiri wa hali ya hewa. Na tuanze kwa kuangalia mifumo ya upepo ambapo upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Hata hivyo, maeneo ya Ziwa Victoria pamoja na Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Maeneo ya Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Na hivyo mamlaka ya leo Tanzania imetoa angali hizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali na mawimbi makubwa ya bahari katika maeneo haya ya Ziwa Nyasa na wananchi hususan watumiaji wa Ziwa Nyasa wanaoshauriwa kuendelea kuchukua hatua stahiki kupunguza athari ambazo zinaweza kujitokeza. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu kama tunavyoona katika pite, picha hii. Nyakati za usiku tunatarajia ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wote wa pwani, maeneo ya Ruvuma. Kesho tunatarajia ukanda wa ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu a Kiasi, yenye mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, nyanda za juu kusini magharibi, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, yenye mvua katika maeneo machache. Singida na Dodoma, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, na vipindi vya jua. Na tupate utabiri wa siku nne zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam tutakuwa na vipindi vya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Hata hivyo, katika mkoa wa Dodoma kunatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Katika mkoa wa Mwanza kunatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, yenye mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya mvua. Hata hivyo, katika mkoa wa Mbeya kunatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi, mnamo tarehe tano mwezi wa tano. Mkoani Morogoro kunatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Arusha yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua katika maeneo machache. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa kwa leo tuna la ziada. Asante, tunakutakia wakati mwema.